E bwana, kufuatia mambo mengi ambayo yamekuwa yakiendelea huko mitandaoni, ni kwamba hatimaye Haji Manara ameamua kuzungumza jambo kuhusiana na situation ambayo imekuwa ikizungumzwa huko katika mitandao ya kijamii kuhusu tukio ambalo limemkuta yeye na mpenzi wake, tunamzungumzia mwanadada Zailisa. Umeona bwana, ni kwamba Zailisa na Manara bwana wameachana na ni moja kati ya vitu ambavyo vimemake headline sana, na hivi karibuni tumeona Zailisa ameonyesha, ameposti picha na videos ambazo zinamuonyesha yuko, katika, yuko na mwanaume mwingine ambaye hajamuonyesha sura ambapo wadau wametafsiri kwamba kwa kifupi kwamba eh, issue ya divorce, swala la kutengana lipo. Sometime huwezi kulazimisha kuwa na mtu ambaye unaona kabisa kwamba hamuendani, au eh, itikadi zenu ni tofauti, kwa hiyo moja kwa moja inabudi kutengana. Kwa hiyo Alikiba amemwambia tu Manara, stay strong, atapata mtu mwingine na mambo mengine ataendelea, na issue ya kutengana ni kitu cha kawaida kabisa, kwa sababu tunafahamu kabisa kwamba ni kwamba Haji Manara bwana ali ameiposti hiyo kupitia ukurasa wake wa Instagram, na akaweka hapa majibu yake. Kwa mujibu wa Haji Manara ameandika kwamba nimesikiliza sana na saa zenu, nasikiliza sana na saa zenu, ushauri wenu, hata faraja zenu wote. Wengi wenu mnaandika na kuongea mambo sahihi, na mimi kama mtu mzima, kuna mengi nitayazingatia huko mbele ya safari kwangu huu ni upendo mkubwa ambao hata sikutegemea kutoka kwenu, hususan baada ya kutojibu kitu, nikiwa eh, nikiwa najisemea tu nitachezea eh, nikiwa najichezea nikiwa najisemea mtachezea ile biti ya kwanza. Okay, alafu akaendelea hapa Manara kusema kwamba nimewasikia pia dada zangu wengi kuhusiana na kuhusu Eh, kuhusu nikiamua kuingia katika mahusiano nizingatie nising, nizingatie na umri. Tuombeane dua, inshallah. Nimeona niandike hili eh, msione kwamba, sit, msione kwamba sitambui faraja zenu na kushindwa kuwajibu wote hata mnaokuja DM na inbox again eh, niseme thanks guys na haters pia ni vizuri mkaendelea kunitusi mitandaoni huku mioyo yenu ikifahamu ukweli. Nyiye nao pia ni watu na lazima muwepo katika hii dunia, na still nawapenda pia. Mtaendelea kuwaombea dua njema eh, kwa Mungu. Kitu kimoja tu nisisitize eh, haitatokea kumjibu mtu kwa sababu najua ukimya huu una falsafa nzito na ukweli halisi utajiachia utajia, utajia wenyewe soon insha Allah akamtagi hapo Alikiba pamoja na media ambayo ilikuwa ikimwoji. So hivyo ndivyo mambo yalivyo, ni kwamba Manara bwana ametoa eh, ametoa kama maoni yake ameona kwa, kuna watu wengi sana wanamsema, lakini pia kuna watu wengine pia wanamshauri vizuri, wanatoa nasaha, kwa amesema kwamba atazizingatia na anawashukuru wote wanaotoa ushauri, wanaomtia moyo, wanaompa nasaha, wengine kwenye vyombo vya habari, wengine DM na pia eh, vile vile, hata watu wanaomsema pia wote anawashukuru na anaombea dua, na atazingatia kila kitu ambacho watu wanachomshauri kwenye huko mbeleni. So ukiwa kama mdau bwana, hebu weka maoni yako katika comment section kuhusiana na kitu ambacho amekizungumza hapo Haji Manara, na pia vile vile hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.